Dokta no, Samia Oi. Ndugu zangu wana TK, mimi niwahamasishe tena programu yenu ambayo mnaizindua ya Samia Soja kuanzia kutafuta kura za rais, jiandikisha, kuzisemea kazi za rais. Hivi sasa kazi ni moja tu, tunakwenda front, tunakwenda kajiandikishe, kampeni zitakuja na, na nyie ni Watanzania, hakuna wakuwazuia kupaza sauti zenu, kuonyesha mapenzi yenu kwa rais wetu, yule kiongozi wa chama kule. Afanye TK, wafanye bodaboda boda, wafanye kila mtu afanye kwa nafasi yake. Ninawapongeza sana kwa mpango wenu huu wa Samia Soja kama nyenzo kubwa ya kupita kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba na pale inapobidi kitanda kwa kitanda, kuwatafuta kuwatambua wafuasi wa Dokta Samia Suluhu Hassan, wafuasi wa amani na mshikamano na utaifa wa nchi yetu. Hii ni kazi nzuri sana, mimi nawapongeza sana biga. Mkaeleze yaliyofanya na ule upotoshaji unaopotoshwa mwende, mkawaeleze Watanzania na mini niwaambie, tunaye raisi bora katika bara letu la Afrika na duniani. Na niwaambie siri nyingine, raisi huyu ana kibali cha Mwenyezi Mungu. We, ukimwona mtu anajenga ma SGR, anapeleka Mwanza, anapeleka Kigoma, anapeleka Bujumbura, kaleta Dodoma, ananunua madege kama mitulie, unamwona kama Yani, kama anasukuma kete tu namna hizi, zinaenda Mwanza kule, inajengwa meli ya kisasa ya kubeba watu elfu tatu kwenda Kagera, kubeba mizigo itakayofikishwa na SGR, ndege zinanunuliwa kama nitulie hivi. Huwezi kufanya mambo hayo kama huna ridhaa ya Mwenyezi Mungu, huwezi anacho kibali cha Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ukimpinga, unapoteza muda. Tumuonge mkono kwa nianania njema na nchi yetu. Sasa ndugu zangu, hotuba yangu ingeweza kuwa ndefu sana, lakini sisitize mambo machache. La kwanza, kujiamini, nendeni mkajiamini nembeni mkawaambie wafuasi wenu wanayoipenda nchi yetu wajiamini. La pili, uthubutu. Maisha yanataka uthubutu, maisha anataka uthubutu, hata kwenye shughuli binafsi nataka uthubutu. Nyinyi mnachokifanya mnajenga network Kesho hapa tunapomaliza uchaguzi, tutaingia kwenye ajenda za uchumi, namna gani ya kubuild uchumi, namna gani ya kuwafundisha watu kilimo, namna gani ya kuwapa watu ujuzi wa kufanya ujasiriamali kwa entrepreneurs. Watatu, niwaombe muendelee kuwa walinzi wa nchi yetu. Msikubali njama zozote za kudhoofisha umoja wetu, amani yetu, muungano wetu, usalama wa nchi yetu. Popote ulipo, hata kwa simu yako, ukiona mtu anatuma jambo baya, we upandisha jambo zuri hey. Baadaye wakipima, wanaona hili jambo hili alikubaliki. Kuna wakati wakikaa wajinga peke yao hivi, wakawa wanaongea afu watu wema wamekaa kimya, wanaweza wakafikiri kwamba yani wao wako wengi na wameshinda na wanakubalika, kumbe wako wachache, afu sisi watu wazuri tumekaa kimya. Tusikae kimya, use your smartphone to protect the country. Semee rais wetu, sema jambo zuri tu na watu wote, utaona tutakava social media yote.